E, si kweli kwamba eti mpaka leo vyombo havijui balozi mstafu, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa mstafu, mjumbe wa Kamati Kuu ya Chama cha Mapinduzi mstafu, mjumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM mstafu, Balozi Polepole Pole, eti vyombo vyote havijui kwapi? Si kweli, si kweli, si kweli. Kama pole polepole ametoekea akiwa Tanzania, I am 100% na hakika kabisa kwamba vyombo lazima viwe vinafahamu iko wapi, na kama havifahamu basi, Tanzania sio sehemu salama kuishi. Lakini mimi kwa kiwango kidogo najua competence ya vyombo vyetu na wakuu wa vyombo, najua, mi najua, najua. Narudia tena, mimi najua competence ya wakuu wetu wa vyombo, najua kabisa CDF amekuwa kwenye kazi muda mrefu, ni mtu competent. Anaiweza kazi. IGP Wambula ni mtu competent kabisa. Namfahamu Wambula tangu akiwa Kinondoni pale. Namfahamu Wambula tangu akiwa kanda maalum. Wambula amefanya kazi kule Mtwara kipindi kile cha mambo magumu. Wambula ni mtu competent. Mimi am 100%, e, huwezi kunidanganya kwamba eti Wambula hajui kabisa. Wambula atakuwa anajua lakini Wambula anamwendeaje bosi wake kusema kwamba bosi, hili hili swala haliendi vizuri? Atapoteza kazi djis eti. Ndugu yangu Suleiman Mombo eti hajui kabisa, anajua, lakini akienda anaweza kupoteza kazi. Siamini CDF hajui au jenerali mm, eh, kiongozi wa magereza hajui, wanajua, lakini sasa watafanyaje? wakitulia ndani ya mio mi nawahakikisha Watanzania, tuna vyombo competent. Kwa swala la vyombo tu, ni competent, lakini hatujapata a mechanism ya kuwalinda hawa wakuu wa vyombo, ili na wao watulindie nchi yetu. Kwa hiyo muda unakuja na siku moja itafika, mi nasema siku moja itakuja tu, ambayo tutapata namna ya wakuu wa vyombo kuwalinda watulindie nchi yetu na maono yetu, ndugu zangu, my countrymen kama tusipofanikiwa kuilinda nchi yetu, ipo siku nchi yetu njema tutaipoteza, kwa sababu motivu ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi. Hata ningekuwa mimi, motivu ya mgombea yote ni kushinda uchaguzi, na anaweza kutumia njia ambazo zina dameji nchi ili ashinde uchaguzi. Lakini motivu yanyie wakuwa vyombo na vyombo vyetu ni kulinda nchi Akija mtu hei, mnamlinda, anamaliza, anaondoka, anaingia kwa mjibu wa katiba, mnamlinda, anaondoka, ndio wajibu wenu. Lakini itakapofika wakati tukaona aibu kusema juu ya mambo yanayohatarisha taifa, kuna siku tutakuwa na wakati mgumu sana. Ndugu zangu, ninyi wakuwa vyombo ni binadamu, niruhusini niongee na nyie. Si nyie mnayoendesha haya mambo ya utekaji, si nyie wala sio vyombo vyenu, si nyie, wala sio vyombo vyenu vinavyoendesha mambo ya utekaji, lakini siku zijazo hamtaepuka kabisa kutamkwa mkiungamanishwa na matukio haya yaliyotokea wakati wa utawala wenu. Kwa mfano, watu watasema miaka huu mwaka ule, kipindi kile ambacho DJIS alikuwa fulani, miaka ile ambacho CDF alikuwa fulani miaka ile ambacho mkuu wa jeshi wa polisi alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa jeshi la magereza alikuwa fulani, miaka ile ambayo mkuu wa uhamiaji alikuwa fulani, na mkuu wa jeshi alikuwa fulani, ndiyo miaka ile ambayo watu walitekwa sana. Hamwezi kukana kwamba si ninyi. Lakini miaka ijayo, e, historia itawarekodi kwamba ninyi mlipokuwa wakuu wa vyombo, mambo haya yalitokea. Mi naongea na nyie moja kwa moja kama mtumishi wa Mungu na ukiniona naongea hivi kwenye nyakati ambazo ni za hatari kama hivi, nyakati ambazo balozi anatoweka, hakuna neno lolote kutoka serikalini kwamba mstaafu um, wao ametoweka ame, hakuna watu wamekwenda mahakamani, luli ya mahakamani na yenyewe inasema kwamba na wenyewe hawajui mahakama, hawajui kwa hiyo huwezi kumpata popote Ukiniona mi nazungumza, vinazungumza kwa uchungu kabisa, nchi ni yetu sote. You cannot avoid in the future that when they talk about these abductions that your names might be connected, not in a sense that you are doers of those matters, lakini majina yenu yatatajwa yataungamanishwa na hayo. Mi nawashauri pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka ambayo ni jambo la muhimu na lazima loyalty yenu kwa mamlaka jambo la mila lazima, pamoja na loyalty yenu kwa mamlaka, liangalieni jambo hili kwa umuhimu sana. Linawaunganisha nyie na utu wenu na familia zenu na watoto wenu, si kwa sababu mmefanya, ni kwa sababu nyie ndiyo mlikuwa wenye mamlaka ya kulizuia hili jambo. Si kweli eti vyombo havijui Mdude na Soka wako wapi. Si kweli eti vyombo havijui Ali Kibao alichukuliwaje. Si kweli vyombo havijui eh, eh, eh, pole pole kaondokaje? Si kweli, vitakuwa vinajua, vitakuwa vinajua na hakika kabisa vitakuwa vinajua, lakini vifanyeje? Nisema ni kwamba nisema tangu mwanzo kwamba utekaji si sera ya Chama cha Mapinduzi. Mimi naongea leo, bado ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mwaminifu, na nataka niwambie baadhi ya watu ambao wanaongea maneno maneno mimi sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote Tanzania. Kama ukipata kadi ya Josephat Matias Gwajima kwa chama chochote, sijawahi kuwa mwanachama wa chama chochote zaidi ya chama cha mapinduzi. Ndio maana ninapozungumza, chama cha mapinduzi ndio chama, chama, chama kinachotawala, tunakihitaji sote. Ni vizuri kama chama cha mapinduzi tunaendelea kuwaza kwamba sisi chama chetu, matukio haya yanapoendelea kutokea miaka mitano ijayo miaka kumi ijayo, watu watakuwa na picha gani na, na chama chetu? Mimi nasema sera ya kuteka watu, kupotea kwa watu, kuumiza kwa watu si sera na si mtazamo wa chama cha Mapinduzi ambacho mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama hicho, sio, na lazima jambo hili liache kabisa. Uwezo wa vyombo vyetu hauna mjadala kama nilivyosema, lakini wakuu wa vyombo walindwe. Narudia tena wakuu wa vyombo walindwe, ili na wao wawe na uwezo wa kutulindia nchi yetu. Tusipowalinda wakuu wa vyombo, tumeshindwa.